Na imani, nena lenye karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo ni siku ya Ijumaa Januari 2 katika oktava ya kipindi cha Noeli mwaka A wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa mtume Yohane kwa watu wote sura ya pili aya ya ishirini na mbili hadi ya ishirini na nane na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ile ya kwanza aya ya kumi na tisa hadi ya ishirini na nane Karibu tusikilize Injili. Na huu ndiyo ushuhuda wake Yohane, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hak hakukana alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U eliya wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka, wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliyaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza, ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Yohane akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji; katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hayo yalifanyika huko Bethania ng'ambo ya Yordani alikokuwako Yohane akibatiza. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo, ndugu wapendwa, karibuni katika tafakari fupi ya siku ya leo. Ni wazi kwamba katika maisha yetu kama wanadamu tumekuwa ni watu wa kupenda kujikweza mara nyingi na kutafuta sifa mbalimbali mbali kutokana na vile tunavyoweza kufanya au vile ambavyo vinaweza kutendeka kupitia sisi. Mara kadha wa kadha kumekuwa na tabia ya kujikweza na kujikuza na kutafuta sifa binafsi kutokana na yale yanayotokana aidha kwa kutenda kwetu au kwa maongozo yetu au kwa usimamizi wetu. Sehemu ya maandiko matakatifu, hasa sehemu hii ya injili tuliyoisikia leo, ningependa tutafakari juu ya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni unyenyekevu, na jambo la pili ni maisha ya ushuhuda. Wayahudi wanapotuma watu kwenda kumuuliza Yohane yeye yu nani, Yohane ajikwezi. Yohane hajitafutii sifa binafsi. Yohane atafuti kuonekana mtu mkubwa, la hasha. Yohane anaonyesha kitu ambacho ni kinyume na mtazamo wa maisha wa kibinadamu wa kawaida. Yohane anaonyesha unyenyekevu, ndiyo anajibu si yeye, la, si yeye si Kristo, wala la, yeye si Eliya. Katika kuyajibu hayo, Yohane anasema yeye ni sauti ya mtu aliyaye nyikani. Maneno haya ni utabiri wa nabii Isaya. Ukisoma kitabu kile cha nabii Isaya sura ya arobaini aya ya tatu. Yohane Mbatizaji anayanukuu maneno yale akisema ya kwamba watu waitengeneze njia ya Bwana. Kwa maneno mengine, Yohane anasema watu waitengeneze njia ya Bwana. Ndugu wapendwa, Wayahudi waliamini ya kwamba Eliya angerudi mara ya pili kabla ya Kristo kuja. Ndiyo maana walimuuliza Yohane ya kwamba je, yeye ni Eliya? Wasifu mzuri wa Eliya tunaupata katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ile 48, aya ya kwanza na kuendelea. Hapo tutaona wasifu mzuri wa Eliya ambao kwao tunaweza kusema wanaunukuu katika kumuuliza Yohane Je, yeye ni Elia. Ndugu wapendwa, jambo la pili la kujifunza ni maisha ya ushuhuda. Yohane anamshuhudia Kristo, Yohane anawasisitiza watu wabatizwe, watu wabadili mwenendo ya maisha yao. Kwa kufanya hivyo, anamshuhudia Kristo. Jambo la kujiuliza, ndugu zangu, tujihoji, ni mara ngapi mimi na wewe maneno yetu au matendo yetu ya kila siku au maisha yetu ya kila siku yanamshuhudia Kristo? Ni mara ngapi mimi na wewe kama Wakristo tumekubali kujishusha, tumekubali kujinyenyekeza na badala yake wengine wapokee sifa inayowastahili na si sisi? Mara kadha wa kadha, huenda tukawa tunaenda kinyume na mafundisho hayo mara kadha wa kadha huenda tukawa tunaenda pia kinyume na mtazamo ambao tunauona leo kwa Yohane Mbatizaji. Tukumbuke wazi, tuko katika kipindi cha oktava ya Noeli, na katika kipindi hiki kwa namna ya pekee tunasherehekea kuzaliwa kwake kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya kipindi cha Noeli tulikuwa na majuma manne ya kujiandaa katika kipindi cha Majilio, tukiomba na tukijifunga, tukiomba neema ya Mwenyezi Mungu, tukifanya maandalizi ili kwamba mwokozi atakapokuja kuzaliwa basi azaliwe ndani ya mioyo yetu, na atakapozaliwa ndani ya mioyo yetu tubadilike na kuwa watu wapya, maana tuwe watu wa kuenenda katika maisha mapya ya kiimani na si vinginevyo. Leo katika oktava hii tunapoendelea kutafakari na sehemu ya injili inapo, tutafakarisha Kristo yule ambaye tumempokea kwa kuzaliwa kwake na ambaye amezaliwa kati yetu, tuiombe neema yake ili tupate kuwa wanyenyekevu na sio watu wa kujikweza, na pia na pia tuombe neema yake ili tupate kuwashuhudia wengine au kumshuhudia Kristo kwa wengine kupitia matendo na maneno na maisha yetu ya kila siku. Leo kwa namna ya pekee kanisa linafanya kumbukumbu ya watakatifu Bazili mkuu na Gregori wa Nazianzi maaskofu na walimu wa kanisa. Mtakatifu Bazili mkuu alistahili kuitwa mkuu kwa sababu ya akili yake na utakatifu wake. Alizaliwa Kapadokia, Uturuki, mwaka wa miatatu na thelathini. Alisoma katika mji wa Konstantinopo, Uturuki, na Athene, Ugiriki, ambapo alipata rafiki ndiye Gregori wa Nanzianzi. Wawili hao waliendelea kujibidisha katika utakatifu na maarifa yote, na Bazili alikuwa fundi wa kutumia lugha kifasaha na kama angekuwa mpenda makuu angeweza kuyapata hayo kutoka kwa watu, lakini aliyapuuza hayo yote na kutaka kusifiwa na Mungu tu. Alipata upadrisho mwaka 363 na aliwekwa kuwa askofu wa Kaisarea mwaka mia tatu na sabini. Alianzisha nyumba ya kitawa huko Uturuki na alitunga sheria ambazo zimeendelea kutumika karne hata karne mpaka leo na watawa na kanisa. Alipingana na uzushi wa Arius juu ya kanisa na alitunga vitabu vingi sana vya mafundisho ya kidini na alizitetea haki za kanisa kwa ushujaa pasipo kuwa na hofu. Alifariki akiwa na miaka 49 tarehe mosi Januari mwaka 379. Mtakatifu Gregori wa Nanzianzi yeye alizaliwa Kapadokia Uturuki, karibu na mji wa Nanzianzi mwaka 330. Alipopelekwa masomoni ya Athene Ugiriki, alikutana na Bazili na walifanya urafiki kwa kusaidiana na kuendelea katika utakatifu. Walifanya kila jambo pamoja kuzungumza, kujifunza na kusali. Baada ya masomo, Gregory alibaki Athene akifundisha lafudhi. Alipata upadre na kuteuliwa kuwa askofu wa Konstantinopo, Uturuki. Mwaka 381 alipambana dhidi ya uzushi wa Arius ambaye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 alijaribu kuwatuliza na kuwapatanisha asiweze kwa kushindwa kumsikiliza, alijiuzulu uaskofu wa Konstantinopo na kurudi kukaa na Nazianzi. Alifariki tarehe 25 Januari mwaka 389. Kutoka kwa watakatifu hawa wawili marafiki na mashuhuri Kumbukumbu kumbu yao inatuelekeza kwenye ile dhima kuu ambayo tumekuwa tukiitafakari kwa siku ya leo, dhima ya unyenyekevu na dhima ya kumshuhudia Mungu. Basi tuombe maombezi ya watakatifu hawa Gregory pamoja na Bazili, ili nasi tupate kudumu katika unyenyekevu, tuwe wavumilivu na pia tuweze kumshuhudia Mwenyezi Mungu kwa maneno na matendo yetu, ili kweli kipindi hiki cha Noeli kiwe kimeleta mabadiliko chanya katika maisha yetu, na mabadiliko hayo ya dumu kwa mwaka mzima na miaka mingine ijayo. na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Deogratius Macha wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!